Alhubbu fillahi walbughdhu fillah, ni sisi kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Yani, ukiwaona waislamu wawili wamependana, basi wao wamependana kwa ajili ya Allah, Allah amewakusanya kwa sababu yake. Na ukiwaona wana waislamu wawili wametofautiana na wakatengana

Ikiwa ndugu yake muislamu ni muminun haqqan, ni muumini wa kweli, anamuadhimisha Allah na kumtii Allah, huyu mumin atapendwa kwa sababu ya imani yake. Na akiwa ni mtu muovu, muanid, mtu mkaidi, mpinzani, hana kheri, hana ibada, bali yuko mbele mbele kwenye maasi, mwislamu huyu atachukiwa kwa ajili ya Allah kwa sababu ya uovu wake. Mizani ya kupendana na kuchukiana baina ya waumini na kuwa ni dini kumridhisha Allah, kutekeleza jambo hili ni kuchunga haki kubwa ya udugu. Pana watu wamezembea katika hili, wako ndugu zao waumini wenye vigezo vya imani, lakini hawapendi mapenzi ya kuwapenda waumini bali pana wengine wamekengeuka, wako mbali na imani, lakini utakuta mtu anawapenda watu hao kwa maslahi mengine ya kilimwengu. Watu una, wanapendana huko kwa sababu za kimaslahi, maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kisiasa, maslahi ya kimichezo na maslahi mengine. Watu wanapendana, lakini pana uovu ndani yake. Kufanya hivi si kutekeleza haki za udugu. Mtapita hapo.